Hali ikiwa tete tangu kuhamishwa na hatimaye kusimamishwa kazi kwa aliyekuwa mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni Injinia Musa Nati, ili kupisha uchunguzi wa kinachodaiwa ubadhirifu wa fedha katika utekelezaji wa miradi mbalimbali iliyoidhinishwa na manispaa hiyo, taarifa mpya ya uchunguzi iliyotolewa hii leo imebainisha upotevu wa kiasi cha shilingi bilioni tano nukta tatu katika ujenzi wa barabara sita ambazo zilitolewa na kulipiwa. Taarifa hiyo iliyosomwa mbele ya waandishi wa habari imeonyesha kuwa barabara zilizojengwa na kuongezewa fedha maradufu ni pamoja na barabara ya Lyan iliyoko Sinza, ambayo iligharimu kiasi cha shilingi milioni 592 lakini ikaongezewa kiasi cha shilingi mia milioni mia nane sitini ambazo zilitolewa bila kupitishwa na bodi ya ukaguzi licha ya malipo hayo kutopata ruhusa ya kutolewa. Barabara nyingine zilizoongezewa fedha na kulipwa bila kukaguliwa ni pamoja na barabara biafra hadi ubalozi wa Ufaransa ambayo iligharimu kiasi cha shilingi milioni 507 na, na kuongezewa kiasi cha shilingi milioni 487.522 Barabara mabatini kijitonyama iliyogharimu shilingi milioni 655.5 na kuongezewa shilingi milioni 777.8. Kutokana na taarifa hiyo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni amesimamisha malipo yote kwa kampuni zilizopewa zabuni ya ujenzi wa barabara hizo na kutoa siku tano kwa uongozi wa manispaa kumpatia ripoti zote kuhusu zabuni na walioidhinisha kutoka kwa fedha hizo, licha ya bodi ya ujenzi kupinga kuidhinishwa na mamlaka niliyo nayo wanasitisha kuanzia leo, wakandarasi wote wa barabara ya Layani, barabara ya Biafra Mabatini journalism kwenda fedha na maandazi lodi, pamoja na Mkwajuni, pamoja na hizi fedha ambazo zimezidi na zimeshalipwa kinyume na utaratibu. Nataka hatua stahiki zichukuliwe. Barabara nyingine zilizokumbwa na ubadhirifu huo ni ile inayoanzia Mkwajuni hadi eneo la Mango Garden, Kinondoni, pamoja na barabara ya Mandazi Road iliyoko Msasani iliyojengwa kiwango cha lami. Hamisi Suleiman, Channel Ten, Dar es Salaam.